Wanawake wengi hushangaa kwa nini baadhi ya wanawake kwenye jamii yao wanawahi kupata ujauzito, lakini wenyewe wanachelewa kupata ujauzito. Changamoto ipo kwenye mwili wa mtu na mtu. Wewe mwanamke ambaye unahitaji kupata ujauzito, yawezekana mwili wako haupo sawa, na kuna vitu ambavyo vimepungua kwenye mwili wako ama vimezidi, vinavyozuia wewe kushindwa kupata ujauzito. Kuna mwanamke ambaye anapata ujauzito akiingia kwenye mahusiano kwa muda mchache sana, mwezi mmoja a wiki, lakini kuna mwanamke ambaye yupo kwenye ndoa ama kwenye mahusiano miaka miwili mpaka mitano, ameshindwa kupata ujauzito na ameangaika. Jua wewe changamoto yako ipo kwenye mwili wako, ambao unasababisha yeye kushindwa kupata ujauzito. Yawezekana unakumbwa na changamoto ya maambukizi katika via vya uzazi, pia yawezekana una changamoto ya homoni ama una changamoto katika ubora wa mayai. Ndio maana mpaka sasa hujaweza kubeba ujauzito. Ili uweze kupata ujauzito, ni kuhakikisha mwili wako unarudi katika hali yake ya kawaida, ili uruhusu mtoto kutokea. Kama ni wewe umesumbuka, comment neno mimi. Nitakuja na programu ambayo itakusaidia wewe kuweza kurekebisha mwili wako katika hali yake ya kawaida ili uweze kupata ujauzito. Karibu sana.